Nataka niwatie moyo, hakuna jambo linashindikana chini ya ardhi chini, chini ya jua sorry. Hakuna jambo ambalo linashindikana chini ya jua kila kitu kinawezekana. Matajiri wote wakubwa duniani walianzia biashara ndogo. Nataka niwatie moyo wale wanamtumba, kuna siku moja hapa watatoka mabilionea hapa. Kwanza hichi kidogo kaza Ukijituma, ukimtanguliza Mungu mbele, ukafanya kazi yako kwa uadilifu mkubwa, hakuna jambo lashindikana chini ya jua. nataka wow, niwatie moyo, mnachokianza leo kina maana kubwa sana katika maisha, mnachokianzisha leo kina maana kubwa sana katika maisha. Naomba mkilinde na mkitunze, ndugu zangu, kama alivyosema Tuli, msione mikopo hii inatoka mimi nimesimama mbele yenu kwa niaba yenu, ni fedha nyingi, shilingi bilioni mbili kwa vikundi ambao mmeshatembelewa ni fedha nyingi sana. Naomba mkalinde heshima ya jimbo la Mtumba, naomba mkanilindie heshima, niendelee kuaminiwa na taasisi hizi. Wale wote ambao mtakuwa mmepokea mikopo leo nitawaomba sana nitawaomba sana, tujitahidi tuhakikishe fedha hizi zinarudi, ili na wenzetu pia wengine waweze kukopeshwa. Naamini tukifanya vizuri tutapata uwezesho mkubwa zaidi, hiyo ndio imani yangu ambayo ninayo kwao. Niwaombe wale wote ambao wamepata fursa siku ya leo, tuitumie nafasi hii vizuri, ili watu wengi zaidi waweze kukopesheka. Ndugu zangu wanamtumba, wiki mbili zilizopita niliwaahidi, niliwaahidi ya kwamba nataka niwatoe kwenye kausha damu. Najua kausha damu inaleta matatizo mengi sana. kuna watu leo mnalala chini vitanda vimechukuliwa. Kuna watu leo taifa habari mnaangalia kwa jirani TV wamechukua. Kuna watu leo sebleni mnakalia mkeka makocha wamechukua. Mimi mlienipa imani kubwa kuwa kiongozi wenu, nataka niwaongoze katika njia sahihi nataka niwe mstari wa mbele kuhakikisha maisha wanamtumba yanabadilika. Ndugu zangu wanamtumba, naweza nikawa ni mwanasiasa kwa jina, lakini kwa vitendo mimi sio mwanasiasa. Naishi katika mioyo yenu, najua changamoto zenu, nawapenda kwa dhati na nitawatumikia kwa dhati kwa sana.